Bana, okay. So wacha, wacha, wacha, wacha, wacha, hey, wacha kunikerelesha ku eh, hey, no, ku yeah. Yeah. Na life yeah. Ni ni ni kama like make mistake, kila mtu anaishi life anaishi, hata mwenyako 40 ni mara yake yake ya ya kwanza <laughs> ya kwanza kuishi mara kama ile tunashindana nikiambia wase eh? Nobody is born husband na, na vile unaweza treat wife yako na afurahie furahie kwa marriage is not the same. Ni kweli unaweza fanya kitu yeye anafanya yes. Kwake ni successful lakini ukifanya inakupigisha exactly. Kwa ningine hatari sana, exactly. So mi ni personal space ni make mablanda zangu at least okay, uh, uh, uh, the only thing unaweza offer <coughs> dizaini aje buda, uka barabara k unapita

mazi kuna vitu mingi zimekuja na mtu mmoja anasema ati ana read mind ya mse eh, hiyo kitu ni udhi. Mana ku read ni sawa, ile design yaje unaweza read ono mse uni kadhokia ama unini no. Kuna kuna design aje ati kuna mtu anajamjama haraka. Kuna kwanza, kuna watu wa